China ina uchumi mkubwa, uchumi uliojengwa kutokana na nidhamu kubwa, uwajibikaji halisi, moyo wa kujitolea, uzalendo wa kweli na adhabu kali kwa wezi na wala rushwa. Adhabu ya mwizi na mla rushwa China ni kifo. Unaambiwa watu wengi wamenyongeka. Hawa wanaitumia falsafa ya kill one terrify 1000 people kwa usahihi mkubwa. Unaambiwa uwa mtu mmoja, uogopeshe watu 1000 waliokuwa na mpango wa kuiba ili waache. Hii falsafa ikija Afrika tutazika mpaka wakamata rushwa wenyewe. Lakini pia wa China wamekuwa na falsafa kuu tatu zinazoongoza uchumi wao. Falsafa ya kwanza inasema, ukitaka kuwa tajiri, anza na ujenzi wa barabara, unganisha nchi, bidhaa zisafiri. Vijiji vyote vya China bwana wewe, yatokapo mazao, vimeunganishwa na barabara, au kuna meli na ndege, iliwe rahisi kufika sokoni. Hawa jamaa walianzisha ruti ya hariri maarufu Silk Road mwaka 138 kabla ya Kristo ili kufanya biashara na dunia. Wafanya biashara kutoka kila kona ya dunia walifika China. Silk Road ilichangamsha uchumi wa China. China maana yake ni Land of Silk, yani nchi ya hariri. Anachokifanya Rais Xi Jinping tangu mwaka 2013 kupitia mpango wake wa ukanda mmoja barabara moja ni kufufua Silk Route yaani jamaa anafadhili miundombinu ya usafirishaji katika nchi nyingi duniani. Silk Route ikikamilika, China haitashikika tena. Wa China wamempa Xi Jinping urais wa milele ili atimize maono yake makubwa. Wameona demokrasia ya kupasiana vijiti itawachelewesha mno. China wamefanya hivyo kwa sababu hawana shaka na usafi wa viongozi wao. Ni viongozi wanaopambana kuacha alama badala ya laana, wapo kwa ajili ya China na si vinginevyo. Hii kwa Afrika haiwezekani hata kidogo. Falsafa yao ya pili ni kujenga ulinzi imara kwa usalama wa nchi yao. China bwana weye, hawana mchezo na suala la ulinzi na usalama. Hata leo kuingia China watakuchunguza mpaka ukome. Wamekuwa wakifanya hivyo tangu miaka hiyo mpaka leo hii. Imagine watu hawa waliojenga ukuta kuzunguka nchi nzima isivamiwe wa na wahuni yaani swala la ulinzi na usalama hawa si jambo dogo. Sasa zamani, swala la ubabe ndiyo lugha ambayo binadamu walielewana vizuri, haki ilipatikana kwa nguvu na nchi zilijengwa kwa nguvu na jasho. Kama huna nguvu, usidai haki. Ukuta huo waliojenga kulinda nchi yao unaitwa The Great Wall of China. Walianza kuujenga tangu karne ya tatu kabla Yesu hajazaliwa, na mpaka leo hii upo bwana wewe, una urefu wa kilomita elfu ishirini na ushenzi hivi ni moja ya maajabu saba ya dunia, na kusihi ukifika China kaushangae. Unapofika kwenye ukuta huo unapokelewa na maneno ya mwenyekiti Mao Zedong. Yale maneno kuntu yanayosema kama haujawahi kupanda the Great Wall of China wewe sio shujaa. Basi kila Mchina anatamani asife hajaupanda. Hii bwana weye, ni spiriti nzuri kwa kweli. Mpaka sasa ulinzi na usalama wa China ni jukumu la kila Mchina kuna mtawala mmoja aliwahi kupitisha sheria ya kila mchina kuwa mwanajeshi. Sasa mpaka leo hii wa China wamekaa kijeshi-jeshi jeshi bwana we, hata ongea yao iko kijeshijeshi, wanaongea utadhani wanakufokea, kumbe ndio wako hivyo. kumkuta mchina amesimama juani saa kumi na mbili akilinda asiibiwe simenti na mafuta ya katapila ni jambo la kawaida sana. Na unajua sisi wa Swahili supavaiso, utakuta akajificha chobingo, analewa na demu fulani wa Sinza, na ndiyo maana miradi yetu kuisha ni swala gumu na halitowezekana. Na falsafa ya tatu inaitwa, saa tatu asubuhi mpaka saa tatu usiku. Ni falsafa inayowajengea vijana utamaduni wa kufanya kazi kwa saa zisizopungua kumi na mbili kwa siku. Hii kitaalamu inaitwa no sweat, no sweat. Maendeleo yanategemea uwajibikaji wa vijana. Ujana umejaa uchangamfu na matumaini. Vijana wa Kichina wamefundishwa kazi na sio kutumia hovyo ya ujana wao. Yaani, unaweza kuwaona wa shamba, lakini ndio hivyo wanaondoka na, na ndiyo maana Mchina akikutana na Mswahili lazima wagombane kwa sababu ya hulka ya uvivu na saundi nyingi. Uvivu ni hali ya kukosa hamasa ya kutenda. Huku kwetu kuna mpaka mvivu wa kusema, mvivu wa kusikiliza, eti mvivu wa kujieleza, mvivu wa kufikiria na mvivu wa kupika na kupakua. Yaani mwingine yuko shapu kupakuwa ambavyo hajapika. Huu bwana weni unyonyaji. Kama una vidonda vya uvivu, usifanye kazi na Wachina, utawaona kero. Maana hawa jamaa linapokuja swala la kazi, hadi siku za Jumapili hawana kupumzika. Yaani wao ni kazi kazi. Sisi huku kwetu kuna mtu kila siku haishiwi sababu za kuchezea kazi. Utasikia oi, leo nitachelewa kuingia mzigoni, nimeamka vibaya, eti jana nilizima Huyu akifanya kazi kwa wachina taumia bure. Leo hii China ina nguvu kazi ya zaidi ya watu milioni mia tisa, lakini pia kiwango cha watu kufanya kazi China ni asilimia 68. Yaani hiki ni kiwango cha juu kabisa duniani. China na watu wengi wanaofanya kazi kuliko wanaokula bure kama huku kwetu Afrika. Chukulia mfano kwenye familia zetu, hasa hapo kwenu, angalia nyumba yenu ina watu wangapi na watu wangapi wanaleta mkate wa kila siku utashangaa kuona watu wanavyoishi kwa jasho la mtu mmoja. Katika hili lazima tubadilike Waafrika. China bwana we! Hata kiwango cha wazee katika kufanya kazi kiko juu, na wakati sisi huku kwetu wazee wengi wanasubiria kujifia angalau kidogo, wanajeshi walau wakistaafu wanajikongoja na kazi za ulinzi. Unafika kwenye lindo unakuta mzee kajisinzia, masikini ya Mungu. Sasa kuna muda unajiuliza, huyu analinda nini? Au analinda kifo tu ili mambo yasiwe mengi. Kuna muda unasema da, haya mambo ngoja tuyaache tu. China hii imezalisha wahandisi milioni 60 na kuifanya kuwa nchi yenye idadi kubwa ya wahandisi duniani. Wakimaliza masomo wanasambaa duniani kutengeneza ajira zaidi. Hawa jamaa wako kila kona ya Afrika. Kazi yao ni kujenga, wanalima, wanafuga, wanatibu, jamaa wanaendesha mitambo mbalimbali, tena kwa akili kubwa sana. Na ukizubaa tu wamekupiga na hutajua walipokupigia kwa sababu ya akili kubwa sasa kwa hali hii unafikiri wa China wanashindwaje kutengeneza magari, kutengeneza meli, ndege, au jua lao wenyewe? Leo hii wa China wametengeneza meli ya kwanza ya kitalii kwa taarifa, inaitwa Adora Magic City. Inakula abiria 5246 bwana we, ina vyumba vya kulala 2826 Ina banda ni yake, shopping centers za kutosha, swimming pools ndo siseme Kasino na kila anasa unayojua hapa duniani inapatikana pale. Cha msingi ni pesa yako tu na kwenda kula bata zako, na kama hauna hela kuiangalia hiyo meli tu ni utalii tosha. Sasa sijui ukiipanda humo ndani itakuwaje? Cha msingi tutafute pesa tukale bata. China kuna dhambi, lakini kula bata siyo dhambi. Halafu China ni ya pili kwa vivutio vya utalii duniani baada ya Italia, na ndiyo maana hawa mabwana wanaboresha mazingira kila kukicha ila mjue pia sisi tuna vivutio vingi vya utalii. Sema tu ukitaja utalii Mswahili anafikiria mzungu. Mswahili huyu hata akienda kutalii anataka abebe mpaka vyakula vyake na halali mbugani, eti sababu yake kubwa bei ni kubwa. Nikwambie kwamba utalii ni pamoja na kula bila kuulizia bei. Sasa nikwambie ni hawa wahandisi milioni sitini ndiyo wametengeneza meli kubwa duniani ile inayobeba kontena yenye ukubwa wa viwanja vinne vya mpira wa miguu. Karibu nusu ya oda za meli zote duniani zinatengenezwa na Mchina. Haya majitu naambiwa yana akili nyingi, mpaka natamani hata kuyaleta nyumbani Kibondo yakawamshe waa wenzangu. Jamaa wameingiza ndege yao kubwa sokoni, kupambana na makampuni ya Boeing ya Marekani na Airbus ya Ulaya. Hii ndege inaitwa C919. Kampuni ya Bombardier ya Canada na Mitsubishi Heavy Industry ya Japani ziliwahi kujaribu kutengeneza ndege kubwa za abiria zikashindwa. Lakini leo hii mchina ameweza, na tafadhali naomba tuwapigie makofi mengi. Hadi sasa ndege yao imepata zaidi ya oda 1200 za ndani na nje ya nchi. Uzuri soko kubwa la China liko China, watu bilioni 1.4 siyo haba. Hapa hata wasipopata wanunuzi kutoka nje, wao wanatosha. Halafu sasa, ili ndege moja ya C919 kukamilika, inahitaji vipuri zaidi ya milioni 2.5 na huku asilimia 90, ya vipuri vya ndege hiyo vimetoka kwa kampuni za China. Sasa labda nachoweza kusema ni kwamba anguko la Boeing na Airbus linakaribia. Walianza Boeing kabla ya Airbus, ila sasa hivi Airbus imeipiku Boeing kwa mauzo. Biashara ni ubunifu, ukilala unapotea. Ndio maana BlackBerry na simu za Nokia hazipo tena. Google Pixel, iPhone na Tecno zinatamba. iPhone ni simu za washamba. Google Pixel ni simu za wajanja. Hakuna mjanja anatumia iPhone bwana we. Ni takribani miaka kumi iliyopita hakuna aliyewahi kufikiria kuwa Yutong au zile Zongtong au haya au Golden Dia na Dragon eti zingekuja kuziondoa Scania, Marco Polo, Volvo, Isuzu na Nissan kwenye barabara za Tanzania. Lakini China hii ni wabunifu wa kubwa sana. Hivi kwani kuiga ubunifu huu kuna ubaya gani mwanangu? Eti ubaya utoke wapi wa sasa labda ni kwambie tu kwamba falsafa hizi tatu za barabara, ulinzi na kazi kama kipimo cha utu, ndizo zinazoifanya China kuamka kila inapoanguka. Wao wanaita anguka mara saba, inuka mara ya nane. Mpaka karne ya kumi na mbili, uchumi wa China ulikuwa mkubwa mara tatu ya uchumi wa Ulaya, lakini baadaye kaja kupoteana. Kuna kipindi China bwana bwanawe, ilikuwa juu sana mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaasa sana wafuasi wake wakatafuta elimu mpaka China. Eti lengo waje waisaidie dola ya kiislamu wakati huo, unaambiwa. China sasa imerudi kwa kasi kubwa duniani katika teknolojia. China ni ya moto sana sasa, wametengeneza jua lao wenyewe lina joto mara tano zaidi ya jua la kawaida. Jua hili linatoa nyuzi joto milioni sabini seshes kwa sekunde. Hii project ipo katika mji wa Anhui. Ila hizi akili za wachina zitakuja kusababisha balaa siku moja jamani. Vuta picha, wakishindwa kulikontrol hilo jua likahamia huku kwetu, hali itakuwaje? Hii kitaalamu, bwana wewe, imekaa vibaya sana. Binafsi mimi nina mashaka makubwa sana na wachina hawa, lakini tukiacha utani, teknolojia ya China imetusaidia sana Waafrika, kuanzia kwenye matumizi ya simu, bodaboda, mpaka vifaa vya kilimo, maisha yamekuwa mepesi sana siku hizi. Na kwa taarifa yako, hiyo ndege yao ndo kabisa, kila mwafrika na uhakika atapanda ndege, bwana wewe Hili ni swala la muda na tuendelee kusubiri. Nina uhakika kabisa, tunakoelekea watu watapaki flight jeti zao. Ba, mchina hana mbambamba mba mba kabisa. Leo hii China hakuna umasikini hata kidogo, ni taifa pekee duniani lililofanikiwa kumaliza umasikini wa kunuka nchini kwao. China ina mabilionea 495 na mamilionea milioni 6 na laki mbili. Kati ya hao mabilionea 85 ni wanawake. Sina hakika kama unanielewa mwanangu. Hivi uliwahi kujiuliza, kwa nini Afrika hakuna wanawake katika anga za mabilionea? Wanawake sijui wanafeli wapi bwana we. Bwawa kubwa la kufua umeme duniani liko China, linaitwa Three Gorges Dam. Nchi yenye satelaiti nyingi duniani ni China. Hizi bwana we ndizo zinazomnyima Marekani usingizi kila siku, analialia kwamba wachina wanadukua teknolojia yake. Sasa hata ungekuwa wewe, wangefanyaje? Mbona hawa wa Marekani walidukua madini yetu na kukatisha maisha ya viongozi wetu makini? Au ndiyo suala la mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu? Wachina wanaiba akili, hawaibi fedha tafadhali. Naomba tuwapigie tena makofi mengi wa China hawa. Lakini pia daraja refu kupita yote duniani liko China, bandari bize sana duniani ziko China, muuzaji mkubwa wa magari duniani sasa ni China na sio Japani tena. Wakati wenzetu wanapiga pesa ndefu kupitia bandari zao, sisi huku kazi yetu ni kubinafsisha bandari zetu milele, eti kwa sababu tuna miundombinu mibovu ya kuzisimamia. Kwani nikiuliza swali eti tunashindwa nini kuwa na wasimamizi wasafi, watajibuje? Hebu jaribuni kuchinja wezi watatu tu hadharani, uone kama bandari hazitajenga uchumi wetu. Sasa China ukiiba umekwenda na maji. Reli bize na yenye kasi zaidi duniani iko China. China ina zaidi ya airport 241, ina zaidi ya mito na bandari 2000. Eti nchi nzima tuna ndege moja tu ya serikali. Hizo ndege nyingine ziko wapi? Au hujuma? Kwani ile fast jet iko wapi? Kiukweli, binafsi nimeimisi maana wasukuma walisafiri mpaka na kuku. Unaambiwa hizi hazikuwa na bei za kichinjaji. Unajua, Afrika sisi ni kituko cha dunia. Tumebinafsisha kila kitu kuanzia madini, barabara, mpaka afya zetu. Sisi ni bure kabisa, tuna mali kibao, ila sisi ni ombaomba wa kimataifa. Huyu Mungu atakuwa anatushangaa sana na shetani anatucheka mno. Sasa kwa taarifa yako, China leo hii ina jeuri ya uchumi, mpaka inaikopesha Marekani. Marekani ndiyo mkopaji mkubwa wa Uchina kuliko nchi yoyote duniani, lakini sisi hawataki tukope, wanasema hii mikopo ya China ni hatari. Sasa kama hiyo mikopo ni hatari, mbona wao wanakopa? Lakini ni mikopo ya nani hasa? Iliwahi kuwa mizuri kwetu Afrika? Ingekuwa mizuri, deni la taifa lingekuwa kila siku. Mtu mwenye akili akikuambia jambo la kijinga na wewe ukamkubali atakudharau, alisema Nyerere. Ila Nyerere naye alikuwa na madongo ya chini chini, bwana huyu. Unaambiwa sisi ni bora tukakope tu China, kuliko kuendelea kukopa huko tusipoweza kulipa. Kwanza benki za kichina zinakopesha kwa riba ndogo na hazina longolongo -longo zenye masharti ya ushoga na usagaji kwa jina la haki za kibinadamu. China unaomba mkopo asubuhi, jioni una daka chako, na bado hawaingilii mambo yako ya ndani. Hata kama bwana, we una miradi ya kula watu wako, we kula tu, si umeona fahari? Basi we endelea kula. Kitu kimoja kuhusu wa China ni kwamba hawatuchukulii sisi kama masikini wenye njaa, wagonjwa na ombaomba, kama wanavyotuona wazungu. Kuna siku nilikwenda Ujerumani, walinipokea wakaniuliza unawezaje kuishi kwenye nchi yenye vita namna hii? Hawa jamaa wanajua Afrika ni nchi moja. Watanisamehe, lakini hawa jamaa ni bure kabisa.